Serikali inapoendelea kukerwa na yaliyotokea siku ya Jumatano baada ya maandamano sasa, naibu wa rais Profesa Kidhure Kindiki amejitokeza hadharani akisema katu hawataruhusu taifa la Kenya kutumbukia katika machafuko kama yale akisisitiza kuwa serikali itafanya iwezalo, kwani yaliotukia ni ishara kulikuwa na njama fiche iliyopangwa na wapangaji wa maandamano yale. So going forward the government of Kenya will do whatever it takes to make sure that what happened yesterday will never ever again happen on the soil of Kenya. Ijapokuwa nawahakikishia Wakenya kuwa serikali haitaingilia uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kuandamana. Kindiki ameweka wazi kuwa serikali itakuwa ange kulinda amani na rasilimali za Wakenya. We cannot interfere with the freedom of assembly. We cannot interfere with the freedom of movement and freedom of expression and freedom of the media. However, the government will never allow what happened in Kenya to ever happen again. In our country. Whatever it takes. Na msiniulize tutafanya nini? Aidha, ameikosoa kanisa ya Katoliki na baadhi ya mabalozi walioshinikiza serikali kuhakikisha wanaruhusu waandamanaji kuendelea na maandamano yao. Kindiki amewataka ya kuelezea iwapo yaliotukia ndiyo ambayo walikuwa wanashinikiza vijana kuyafanya. Lakini kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana kuwaweka hamaki na kuwaambia wako na uhuru wa kufanya lolote watakavyo. Hao makanisa mimi ningetaka niwaulize leo, kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. Kwa hivyo tunauliza wenzetu, wale mabalozi walikuwa wamechochea vijana, kama hiyo kazi ndio walikuwa wanataka ifanyike. Viongozi wa kisiasa pia hawajasazwa, Kindiki akisema waliwachochea waandamanaji. Zablon Mashare, Undugu TV.